Asasi mbalimbali zisizo za kiserikali Afrika zimeanza kutuma maombi kuhusiana na matukio yaliyotokea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania, katika mahakama ya makosa ya uhalifu ICC iliyopo The Hague. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na baadhi ya watu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, inaonyesha kwamba hatua za awali zimeanza kuchukuliwa dhidi ya matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi mkuu wa 2025 Oktoba 29 uliofanyika nchini Tanzania huku, matukio mbalimbali yakiripotiwa ikiwemo ya vifo vya watu ambavyo vilitokea lakini pia mali za umma ziliharibiwa katika maandamano hayo. Sasa, moja ya jambo kubwa lililopo ni kuhusiana na asasi za kiraia kupitia kwa viongozi wao na jumuiya mbalimbali za makundi yasiyo ya kiserikali, wametuma maombi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa ajili ya kuanza uchunguzi wa kina kuhusiana na kile ambacho kilitokea katika uchaguzi mkuu huko nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Hopewell Chinono kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani ukijulikana Twitter aliandika ujumbe unaosema kwamba hati asili yenye kurasa themanini mbili iliyowasilishwa kwa mahakama kima ya kimataifa ya jinai ICC inayoshtaki serikali ya Tanzania vifo na kufikia hatua ya ukandamizaji wa kisiasa. Hati hiyo iliwasilishwa chini ya kifungu cha 15 na kifungu kidogo cha pili cha mkataba wa Roma inamuhimiza mwendesha mashtaka wa ICC kufungua uchunguzi rasmi kuhusu kile inachokieleza kama shambulio lilopangwa na serikali dhidi ya raia matukio ya kutekwa, na kutekwa kuzima kwa mtandao. Uwasilishaji huu ni muhimu sana, kwa sababu ni hatua ya juu zaidi ya kisheria inayoweza kuchukuliwa dhidi ya serikali iliyopo madarakani, chini ya uchunguzi wa mahakama kimataifa ya jinai kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu. Inabadilisha mgogoro kutoka mjadala wa kisiasa hadi sheria ya jinai ya kimataifa, ikiorodhesha makosa kama vile mauaji, mateso, kutoweka kwa lazima na matumizi ya kuzima kwa mtandao kama tendo la ukatili dhidi ya ubinadamu.